Uchumi wetu utakuwa ni shida sana, itakuwa hmm, ni shida. Kwa hiyo haya ni maeneo ambayo benki kuu ya Tanzania iliona iweke mkazo wa tofauti, kwa maana ya kuwafikia watu wengi, watu wengi wawe na elimu hii ya fedha, ili maamuzi wanaoyafanya kutokana na fedha zao basi yawe ni maamuzi ambayo ni sahihi, ama tunaweza kuwafanya maelezo kwa jamii zote ya Tanzania, wafahamu vipi wanaweza kutumia pesa sio kwa tu kwa leo lakini kwa kesho baadaye, ambayo washastaafu lewa wa matumizi sahihi ya fedha katika nchi, kuna uhusiano mkubwa na kuongezeka kwa pato la taifa. Ikiwa kinyume chake, basi kuna uwezekano wa kurudisha nyuma kasi ya ukuaji wa uchumi. Tumepata mafunzo maalum ya jinsi gani tutaweza kuitunza fedha na kuwafikishia wanajamii elimu uh, hii ya utunzaji wa fedha, kwa sababu impact yake ni kubwa sana.